Moja ya uh, utofauti mkubwa uliopo kwenye AC ni, ni inverter pamoja na nani inverter. Ni nini tofauti kati ya inverter na nani inverter AC? Uh, nani inverter na inverter kuna utofauti hapo, mm-hmm. Utofauti uliopo kwenye inverter AC inatumia compressor ina inatumia mfumo wa inverter ina card maalum ambayo ina control umeme. Na unapokuwa unatumia hisi za inverter, kwanza matumizi yake umeme ni ni mdogo. Ni hisi ambazo zinaweza zikafanya kazi hata kwa mazingira ambayo kuna low voltage zinaweza zikafanya kazi, na kingine hata utendaji wake wa kazi, kwanza hazina kelele, unaweza kama kuna kitu umefunga ndani. Ndio tofauti uliopo hapo. Kingine matumizi yake umeme ni mdogo sana na tunapokuja kwenye soo la kudumu, zinadumu sana kwa sababu kwa voltage, kwa sababu, sababu zinahitaji sana, sana umeme mkubwa ili kufanya kazi. Umeme lazima uwe balance kuanzia mia mbili arobaini ukishuka sana, mia mbili na ishirini ikienda chini hapo iwezi kufanya kazi. Kingine, nani inverter AC zina sana, zina mlio kwa sababu kompresa yake inakuwa ni kubwa, yani zinakuwa ni mlio na feni yake sana, na wakati inasukuma feni lake linatoa sana mlio mkubwa, kwa hivyo ndo utofauti. Na matumizi yake mm. umeme ni mkubwa kwa sababu muda mwingi ile kompresa inafanya kazi pasipo, yani inafanya kazi muda mrefu pasipo kukata. Uwe uwe kwa na matumizi makubwa hata kama chumba kimejaa baridi. Okay. Kwa hivyo ndio maana hata watu wengi sana ndio utofauti uliopo hapa kati nani inverter, na inverter DC, ndio tofauti uliopo hapa. Kwa hizi mm. za inverter, ndio ambazo baridi ikiwa kali sana zenyewe zinajizima zenyewe automatic, huwezi ukasikia yaani, zinajisense automatic kwa kwa hiyo zinaenda kutokana na mazingira na chumba, ndio automatic kimejaa ubaridi sisi yeah. Wakati inverter inafanya kazi huwezi kusikia mlio wako, utasikia tu taratibu, lakini kwenye nani inverter, chumba kikijaa baridi utasikia mlio kutokana na ule uwezo wake kubwa, kwa compressor yake ni kubwa, utasikia tu ile kishindo. Yes. na mtu labda akiwa na chumba kidogo anaweza akafunga AC ya BTU kubwa kwenye chumba chake kidogo. Ah, inategemea na chumba mara nyingi tunapokuwa tunafunga hisi zetu, huwa mtaalamu anaenda kwenye chumba, kwa sababu pengine kina chumba siku ya mita kuanzia tisa, kichumba kiona siku ya mita tisa, unaweza kufunga hisi yenye BTU mia tisa iwe unaweza mia tisa ukafunga. Kwa ukubwa wa chumba ndio unaamua BTU ya ya uwezo gani uifunge. Yes, chumba kikubwa lazima ufuate, uende eneo la tukio. Unapokishajua ukubwa ya chumba unaweza kufanya nini unaagizia chumba au kama au kama kama mteja amekuja, unaonajua kuwa chumba chako unaweza tuka unaweza ukafungia moja, moja kwa moja. Kwa hivyo isiwe tunafunga kutokana na ukubwa wa chumba na mazingira chumba kinaweza kikawa kidogo, lakini akijafungwa vizuri, inaweza kikapelekea uka, ukahitaji AC kubwa. Lakini kama chumba ni kidogo na kina via, aluminium ushelewe unaweza ukafunga kuanzia BTU mia tisa mpaka kumi na mbili na tisa mpaka kumi na mbili kafunga funaweza kafanya kazi. mm -hmm. mm. Na ni vitu gani ambavyo wateja huwa mnawashauri mkiwafungia AC wavifanye ili kuepusha kuharibika kwa AC zao? Aa, kikubwa mara nyingi tunapokuwa tunafunga AC mm. lazima uwe na kitu cha kidhibiti umeme kwa mfano kwanza ile nyumba yako ina protection kwanza, tunahakikisha kwamba nyumba yako ina circuit breaker ambayo ni ya hakika, endapo itatokea tatizo, umeme umetokea ta, tatizo za short iweze uh, yes, kukata siende kwa athari nini. Yeah. Eh, si. Yeah. Kingine tunajua umeme wetu wa Tanzania una ile kaida wa uh, uh, unapanda na kushuka, mara unakatika na kurudi Yes, mm -hmm. Stabilizer au AVS. mm -hmm. Kwa sababu nyingine inasaidia endapo mimi unarudi, haitaruhusu haitaruhusu mimi moja moja moja moja kwenda kwenye AC. Kwa hivyo ni vizuri sana kufungia, unapofunga AC yako ufunge na AVS. Yes. Kwa hiyo AVS ndio zinafanya kazi kama ambavyo TV guard zinafanya kwenye TV. Yes. Inafanya sana TV guard. Kwa hiyo ni vizuri sana unapokuwa unanunua na AC uhakikishe una AVS. Upunguza uharibifu wa, ma, wa uharibifu, AC yako Okay. Na kitu kingine ni hizi AC za inveta na nani inveta, kuna ambazo ni nzuri kwa afya na ambazo sio nzuri kwa afya yani, ule ubaridi wake unaweza ka affect afya ya mtu au zote AC? AC za utofauti mkubwa wa inveta na nani inveta, kwanza ni, ni unapokuja swala ya afya zote ziko hazina mm -hmm. shida, yote labda tu za nani inveta mara nyingi zina mlio uni mlio ambao unaweza kuwa kidogo nakupa usumbufu wakati umelala, lakini nani ni, inverter, huwa ukiwa, yani, mlio zinakuwa ni silent zinakuwa zinafanya kazi. Na kingine matumizi yake umeme unakuwa ni mdogo ukilinganisha na za nani inverter, na ukinogea swala la afya uh, zote ziko sawa, zote ziko sawa sawa na zote zinaweza i najua zinakoga zina filter ile filter, yeah, yeah, ya kuchuja labda vumbi ndio, yeah. Zote huwa mnawashauri wateja wao wanasafisha zile filters kwa, kwa muda gani? Uh, ni vizuri kila baada ya mwezi mmoja bo, unawezekana kuona ziko takataka. Mazingira, mazingira yetu bado tunaishi mazingira ya vumbivumbi, yeah, okay. Unaweza kwako kwa kusiona vumbi, lakini kwa jirani kuna vumbi. Maana hata ufunge vipi lazima kuna zile vumbi kidogo litaingia kwenye nyumba. Kwa hivyo ni vizuri angalau at least kila mwezi filter unazitoa unafanya nini, unazisafisha. Na ile deep service AC angalau kila baada ya miezi mitatu mtu aje kufanya deep clean, deep service, asafishe filter, aende nyuma kwenye nani, kwenye outdoor unit afungua, asafishe zile condenser, ili ufanye nini, kuongezea ule ufanisi wa AC. Kwa sababu usivyofanya hivyo unapunguza ule ufanisi wa AC. Kwa sababu AC, kondensa na mchango mkubwa sana kwenye ufanisi wa AC kwa sababu kwenye kondensa ndio gesi inapozunguka kule, afu inaenda ndani. Kwa hivyo kama mzunguko wa nje sio mzuri, zile kondensa zimejaa vumbi, ndio na ule ukupozwaji wa AC utapungua. Kwa hivyo ni vizuri sana at least, kila baada ya miezi mitatu au mpaka mitano ufanye deep service ambayo ni kubwa lakini angalau kila baada ya mwezi unatoa filter zako unasafisha, unaweka safi, na hii itakusaidia kupunguza matezo ya kiafya, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza kwa usiku umelala unaamka umechoka, kwanza ujiulize kuna tatizo gani? Kumbe AC yako ndio inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni vizuri at least kila saa, usafi ni muhimu sana kwenye AC. Okay. Na kitu kingine ni kitu gani kinaweza kikasababisha AC kwa inatoa maji mengi sana Ok. AC eh, eh si, inaweza kusababishwa na kutoa maji mengi sana mpaka ikapiga maji mwagge nje, endapo haina haina service. Kwanza inaweza kusababishwa either yule pipe kutoa maji drainage ndani imeziba au eh si, kwa sababu haina service inatengeneza barafu ndani kuyeyuka. Zikianza kuyeyuka ndio maji unakuta yanafanya nini? Yanamwagika kwa wingi. Na hii inasababishwa na hii si kutofanya service kwa wakati. Ndio unapelekea maji ufanye nini? Uanze kumwagika. Kwa hiyo unashangaa barafu ile inakuwa inaganda. Ikiganda kisha na fulani ikiyeyuka ndio maji yanamwagika chini. Sababu nyingine inaweza kuwa hii si ndio umefanyia service lakini ukakuta pengine ule mpira kutoa maji ndani. Pengine da umejibana au umeingia kitu kwa sababu maji yakafanya nini? Yakabozu. Ila mara changamoto kubwa inayosababisha maji ya mwagike ni kutokufanya service kwa muda mrefu, na ambayo sio nzuri, inaweza kukupelekea nayo mwenyewe kukusababisha mara matatizo ya kiafya, mapafu, kwa sababu unajikuta usiku unavuta hewa ambayo si safi, kwa sababu kuna hiyo plan ndogo ndogo ambayo huwezi kuiona kwa, huwezi kuiona kwa macho, lakini asubuhi, kama ukiona kipimo maalum, utaona hewa kiasi gani ile inavuta hewa chafu. Yes. Yes. Kwa hivyo service ni muhimu yes, sana kwenye AC na kwa eksperiensi yako ni, naomba nitajie kampuni tatu ambazo zinafanya vizuri au nne zinazofanya vizuri kwenye hisi, kwenye makampuni anaofanya kazi. Kutokana na soko, ni makampuni mengi naote kle anafanya kazi vizuria. E, Samsung, LG zinafanya kazi vizuri mm -hmm. yes. Ay, nashukuru sana mm -hmm, yeah, kwa darasa lako. Yeah, karibuni sana mjengoni, asante sana.